Kulikuwa na mwanamke kipofu aliyekuwa anajichukia sana na anachukia watu wote kwa sababu ya upofu wake. Mtu pekee aliyekuwa hamchukii ni boyfriend wake, kwa sababu kila wakati boyfriend wake alikuwa karibu naye ili kumpa faraja. Huyo mwanamke alisema kwamba kama siku moja angeliweza kuona dunia, basi angelikubali kuolewa na huyo boyfriend wake. Siku moja, kuna mtu alimpa macho ili aweze kuona. Sasa akawa anaona kila kitu, hata anaweza kumwona boyfriend wake pia. Boyfriend wake akamuuliza, sasa unaweza kuiona dunia, je, utakubali kuolewa na mimi? Yule mwanamke alishtuka sana alipomwona boyfriend wake, kumbe boyfriend wake naye pia ni kipofu. Hivyo akakataa kabisa kuolewa naye. Yule mwanaume aliondoka, akalia sana, akitokwa na machozi mengi. Baadaye yule boyfriend wake akamtumia karatasi yenye ujumbe, kuwa makini na macho yangu dia. Fundisho: Watu wengine huenda wasione jinsi mambo yalivyokuwa hapo mwanzo.